Wapiganaji takriban 40 wa kundi la waasi la M23 wamejisalimisha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jeshi la nchi hiyo. Leo Jumanne Oktoba 21, imeripotiwa kuwa wapiganaji hao waliokabidhi silaha walikuwa raia, wanajeshi, na maofisa wa polisi waliotekwa nyara na kulazimishwa kujiunga na waasi hao wakati wa mji wa Goma na Bukavu ilipotawaliwa na M23 mapema mwaka huu. Wapiganaji hao walijisalimisha katika majimbo ya Kivu Kaskazini, North Kivu, Kalehe na Kivu Kusini, South Kivu, na wakijumuisha maofisa wawili wa ngazi ya juu. Kamanda wa jeshi la DRC ametoa wito kwa waasi wengine kujisalimisha. Wiki iliyopita, DRC na kundi la M23 walikubaliana kuanzisha chombo cha uangalizi na utekelezaji wa usisitishaji wa mapigano kwa kudumu katika mgogoro huo. Makubaliano hayo yalisainiwa mjini Doha kufuatia upatanishi uliofanywa na Qatar. Kundi la M23 ndiyo maarufu zaidi kati ya makundi mia moja ya waasi yanayopigania upigania udhibiti wa maeneo ya mashariki mwa DRC yenye utajiri wa madini. Mgogoro huo umesababisha watu milioni saba kukimbia makazi yao na Umoja wa Mataifa umetaja kama mojawapo ya mgogoro wa kibinadamu uliodumu kwa muda mrefu na wenye utata.